Sisi wa Kenya bado tuko safe, Trump ajaweza kututaja pale kwamba tuwezi kutembelea nchi ya Marekani. Mimi niko na visa ya Marekani, sijui kama wataweza kufunga. Uh, kabla tuende kule na unajua next year ni world cup. Yes. Na world cup itakuwa inaandaliwa kule Marekani. Jamani, sasa Trump akitufungia mapema Hatuwezi kuenda kuona world cup jamani. Gidi, wacha nikwambie, atakuwa nafungia Tanzania na Uganda. One thing that you have to know mm. Kenya is a special country mm. Special in many ways hakuna, mm. hata hizo mataifa unasikia za kigeni mm. In Africa hawezi kuuza Kenya. Kenya ah, ni nchi special Gidi. No, no, no, ah, hata huyo Trump ako na Trump hata, Trump Trump, yeah. interest na Kenya yeah. anajua kwamba <laughs> hii Kenya ni hub of Africa na yeah. ndio kwa sababu unaona hata michuano ya Chan yeah. tumepewa eh, timu tisa zitakuwa hapa Nairobi ah. yeah, Yes. Nine uh -huh. countries will be Nairobi uh -huh. kwa sababu Kenya iko na ni hub of Africa. Kuna mambo mengi sana ambayo sisi wa Kenya we take for granted but, uh -huh. Kenya is one of the top African countries, kwa hivyo wakipiga marufuku Tanzania au piga Uganda, sisi wa Kenya tuko sawa. Unasema hivyo, we are safe.